Ona. Vituo vya afya, zahanati na hospitali kubwa mmeziona, lakini tumejitahidi kusogeza maji, ingawa hatujafanya kwa asilimia mia, lakini tulijitahidi kuyasogeza maji, mmeyaona? Hamkuyaona? na maji haya ni ghali mno, maanake tunayatoa ziwani, tunatandika miundombinu mpaka yanafika hapa, ni ghali mno kama tungewaambia sekta binafsi pelekeni maji pale uyovu, ngenunua ndoo moja, sijui kwa maelfu mangapi, lakini serikali inafanya kwa ajili ya watu wake. Lakini tulisema pia, sekta nyingine ya kuiangalia ni sekta ya elimu, ili Tanzania iwe na vijana wenye elimu, na tumejitahidi kujenga mashule sekondari na za msingi, mmeziona amkuziona. Sekta nyingine ni umeme, na hiyo wala sikuwauliza, maana hata mimi nauona hapa, nauona mpaka wa barabarani, mataa ya barabarani uyovuye. Oh, upande wa pili ni uwezeshaji wananchi kiuchumi, na hapo tunazungumza mambo ya ruzuku tunazozitoa kwenye kilimo, kwenye mifugo, kwenye kuunganisha umeme, umeme kwa wale wa vijijini kidogo gharama kuunga umeme si chini ya laki tatu na, lakini tumewaambia watoe shilingi elfu ishirini na saba tu, lakini wamjini, ukishindwa na hiyo laki tatu, kopa, utakatwa kidogo kidogo kwenye bili yako. Mmeyaona hamjayaona? Mmeyaona. Lakini umeme huu tunakwenda kuupeleka mpaka kwa wachimbaji. Amesema hapa waziri wa madini, kuna mashine, kuna mitambo tunakwenda kuwanunulia mitambo ile itatumia umeme. Kwa hiyo kule kwenye machimbo kule tutakwenda kuweka umeme, ili wachimbaji sasa wachimbe kwa njia za urahisi zaidi, ndugu zangu. Kwa hiyo hayo ndio mambo nilikuwa nazungumzia, uwezeshaji wananchi kiuchumi. Umeme ni moja ya kuwawezesha wananchi kiuchumi, kwa sababu kwenye umeme, mtu atafanya kinyozi, atanyoa kwa kile kimashine, si ndio? Lakini ataunganisha vyuma, si ndio? Wanawake mtaweka saluni umeme, mtaweka viduka vya maji baridi. Ni nini? Ni kila kitu, ni umeme. Kwa hiyo lengo letu ni kuwapa nyenzo za kuweza kufanyia kazi zenu, ili vijana muweze kuajiriwa, lakini pia kujiajiri. Nafahamu pia Bukombe kama wilaya, kuna kazi tatu kubwa mnafanya ya kwanza ni madini ambayo imeelezwa vizuri hapa na ahadi yetu ni kwamba tutaendelea kuwaendeleza. Lakini ya pili ni kilimo, na huko ndio tunatoa ruzuku. Mbali ya ruzuku ndani ya wilaya hii tunajenga skimu za umwagiliaji maji kumi. Waziri wa kilimo yuko hapa, skimu za umwagiliaji maji kumi, ili wakulima wa mpunga waende wakalime, tuzalishe sana Tuuze nje kilimo biashara, watu wanufaike, tupate fedha za kutosha. Lakini jengine ni wafugaji. Wafugaji nao tumewaangalia kwa jicho la karibu sana. Tumetoa ruzuku kwa wafugaji kwenye chanjo za wanyama wetu, ili kulinda afya ya wanyama wetu. Ili tuweze kuuza mazao ya mifugo nje ya nchi, lazima wanyama wetu wachanjwe. Chinjio ya kisasa kabisa maeneo mbalimbali lakini na maeneo ya minada pia. Bukombe oye! Uyovu oye! Vijana, kuna watoto wadogo wadogo humo ndani, msije mkawasukuma mkawaumiza. CCM oye! Sasa nalotaka kuambia vijana, vijana naomba mnisikilize. Vijana, nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ziko ngapi? Iko moja peke yake si ndio? Iko moja peke yake, na toka nchi hii imeundwa, tumepigana vita moja tunaidiamini, na kwa sababu alituchokoza si ndio? Lakini miaka yote nchi hii iko salama, iko salama, tuna amani. Sisi tukuwa wadogo, tulizaliwa tukakuzwa kwenye amani, tumekuwa wakubwa, tunaendesha nchi hii, bado tunalinda amani. Nataka niungane na, ni na walionitangulia kusema, vijana, twendeni tukalinde amani yetu. Tusikubali kwa hali yoyote, kwa hali yoyote kushawishiwa kuharibu amani yetu. Hamtakwenda kwenye kuchimba, hamtakwenda kwenye muziki, hamtafanya chochote amani ikiharibika. Wakati nakuja huku, nilisimama Kahama pale na nikafanya mkutano Kahama pale. Kuna mchanganyiko wa watu kutoka nchi jirani, wote wako pale, wamefuata biashara, wamefuata maisha, wamefuata amani. Mkiharibu nyinyi kwenu, kama wale wanakuja huku, nyinyi mtakwenda wapi? Hamna pa kukimbilia, pa kukimbilia ni hapa hapa kwetu. Niwaombe, kwa njia yoyote ile, asije mtu akasema fanyeni hiki, fanyeni hiki, fanyeni hiki, mkavuruga amani ya nchi yenu na mkaharibu sifa nzuri ya nchi yenu. Nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayoheshimiwa sana sana ulimwenguni kwa sifa zake, kwa amani yake kwa maendeleo yake na kila kitu mpaka... samahani, asante sana. Kwa hiyo niwasihi sana vijana wangu, tuwe wazalendo, tuipende nchi yetu lendo na tuipende nchi yetu, wanangu, sije wananguije tukarubuniwa yoyote ile na tukaharibu nchi yetu. Jambo la faraja vijana wangu linalowahusu, alikuja mbunge wenu akasema, vijana wangu hawana sehemu ya michezo. Tukakubaliana kuunga nguvu serikali, tukaenda na sekta binafsi na watu wengine Tunajenga kiwanja kikubwa na cha kisasa cha michezo. Eneo gani lile, mbunge wapi? <coughs> E, ushirombo pale kiwanja kizuri sana cha michezo, ambacho Bukombe inaingia kwenye ramani ya wilaya ambazo, kama ni mechi za ligi kuu, sijui <coughs> ya Tanzania. Bukombe mtakiwana kiwanja cha kuambia njoni tucheze hapa. Kwa hiyo hiyo ni zawadi ya serikali yenu kwa vijana, tunawapa kazi za kiuchumi, lakini tunawapa maeneo ya kufanyia michezo yenu pia na kuburudika. Kwa vijana wangu, sisi serikali tunawapenda sana, na tunawaomba na nyinyi Muipende nchi yenu si ndio? Haya sasa, niombe kura kwa wale ambao walikuwa hawajawahi kuniona. Hivi anayesukuma ni nani? anayesukuma ni nani? Haya, tulieni sasa, tulieni sasa kwa wale ambao hawajawahi kuniona mimi, ndio Samia Suluhu Hassan, ndio mgombea, ndio mgombea wa kiti cha raisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini niko na mbunge wenu hapa, mgombea ubunge ambaye nawashukuru, hakuna mwingine aliyejitokeza. Na nataka niwaambie, mmeniletea mashine, mmeniletea <coughs> kijana ambaye nilimwamini kumfanya awe naibu waziri mkuu, kijana ambaye anatusaidia sana kazi zetu na kwa sababu ya hiyo nanyi mkamheshimu, hakuna mwingine aliyejitokeza. Lakini pamoja naye ni madiwani wetu, ni madiwani wetu, pamoja naye ni madiwani wetu. Kwa hiyo sote mafungu matatu, mimi mgombea urais, anayegombea ubunge na madiwani wetu wote tunaomba kura zenu. Sasa vijana wangu <coughs> wale wanaosema kura ni kwa Chama cha Mapinduzi, hebu nione mikono sisim <coughs> <CCM> oye <coughs> kazi na utu. Haya <coughs> Mungu awabariki wa tarehe ishirini na tisa kila aliyeandikishwa tukatiki tukatiki tukawatiki tukawatikisee, si sawa? CCM oye! asanteni sana watu wa Runzewe, Mungu awabariki Oktoba 29.